Serikali ya kaunti ya Kajiado imetangaza nia yake ya kuacha matumizi ya umeme na badala yake ianze kutumia mtambo wa sola kwenye shughuli za kusambaza maji katika miji mbalimbali. Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku ameagiza makatibu katika wizara mbalimbali mbali katika kaunti hiyo kuanza kuwekeza kwenye nishati ya miale ya jua ili kuepuka gharama ya juu ya umeme ambayo anasema imesababisha shughuli nyingi kukwama na wakazi kukosa huduma muhimu katika kaunti hiyo. We have done major reforms in Oloola, Isiruota, just to make sure that maji yenu inapatikana kwa urahisi. Tunajaribu kutoa maneno ya Kenya Power kwa kupump maji zetu kwa kuweka taa kwa masoko zetu. Our lighting and water pumping systems have suffered so much under the Kenya Power. As a consequence, as a county government, we are migrating to solarization. So, wana soko, watu wetu tunalete sasa stima ya soko kupitia sola ili changamoto za kukatiwa stima zituweze kutuondokea Choke.